Karibu sana pioneers kutoka kila kona ya dunia. Hili ni jukwaa rasmi la official Kutipai updates, mahali ambapo tunakuletea habari moto moto, uchambuzi wa kina na matukio makubwa yanayohusu mtandao wa Pi kwa lugha yako pendwa Kiswahili. Kama wewe ni mfuatiliaji wa maendeleo ya teknolojia ya blockchain na hasa mtandao wa Pi, basi uko mahali sahihi kabisa. Kwa hiyo, kabla hatujaingia moja kwa moja kwenye habari kubwa ya leo Tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe, like video hii tuache maoni yako na washa alama ya kengele ili usipitwe na taarifa zozote muhimu tunazokuletea kila wiki kwa wakati na kwa undani. Sasa tuende pamoja tukuletee habari hii kubwa ambayo imeutikisa ulimwengu wa crypto. Pi Network na Consensus elfu mbili na ishirini na tano. Habari kubwa sana kwa wote wanaoshiriki kwenye mtandao wa Pi. Leo tunakuletea taarifa ya kihistoria Mtandao wa Pi sasa ni mdhamini rasmi wa Consensus 2025 na tukio kubwa zaidi duniani katika teknolojia ya sarafu za kidijitali linaloandaliwa na CoinDesk. Lakini hata zaidi ya hapo, Dr. Nicholas Kokalis, mwanzilishi wa mtandao wa Pai atakuwa mmoja wa wazungumzaji wakuu kwenye tukio hilo. Hii si hatua ya kawaida, ni uthibitisho kuwa mtandao wa Pi sasa umefika kwenye ngazi ya kimataifa. Consensus inachukuliwa kama kombe la dunia la sekta ya crypto. Kila mwaka makampuni makubwa kama Binance, Ethereum, Coinbase, Ripple na Solana hukusanyika. Viongozi wa serikali, mabenki ya kimataifa, wawekezaji wakubwa na taasisi za kifedha kutoka duniani kote hudhuria. Hivyo basi, yeyote anayechukua hatua kwenye jukwaa hili anachukua hatua ya kimataifa. Na mwaka huu mtandao wa Pi hauhudhurii kama mtazamaji, umeingia kama mdhamini kamili wa tukio. Jina la Pi Network linaonekana wazi kwenye tovuti rasmi ya tukio na Dr. Kokalis ni miongoni mwa wazungumzaji wakuu waliothibitishwa. Kudhamini tukio la aina hii si tu gharama kubwa, bali ni ishara ya dhamira ya kweli ya kujiweka katika nafasi ya uongozi duniani. Pia ni hatua inayoongeza uhalali wa mtandao wa Pi mbele ya jamii ya kimataifa ya kripto, wawekezaji wakubwa na taasisi za kifedha Consensus 2025 na itafanyika kuanzia tarehe 14 hadi 16 mwezi Mei katika jiji la Toronto, Canada, jiji lilelile ambako ETF za kwanza za Bitcoin na Ethereum duniani zilianzishwa. Tukio hili linatarajiwa kuhudhuriwa na zaidi ya makampuni 6800 startups 400 na viongozi kutoka zaidi ya nchi 100. Kwa upande wa mtandao wa Pi, huu ndio wakati muhimu zaidi kwa sasa. Pi ina zaidi ya watumiaji milioni 55 na maelfu ya programu ndani ya mfumo wake wa kiikolojia. Open Network ya Pai tayari ipo hewani kikamilifu. Na sasa si wazo tu, ni mfumo unaofanya kazi. Kwa hiyo tukio la mwaka huu linaonekana kama jukwaa mahsusi kwa ajili ya ufadhili mpya, ushirikiano wa kimataifa, na uzinduzi wa bidhaa mpya ndani ya mfumo wa Pai. Dunia inatazama na macho yote yatakuwa kwa mtandao wa Pai. Haya si matumaini ya jumuiya pekee, ni fursa halisi zinazoweza kubadilisha mwelekeo wa mustakabali wa Pai. Kwa mara ya kwanza, mtandao wa Pai uko kwenye nafasi bora kabisa ya kuvutia ufadhili kutoka kwa wawekezaji wakubwa, kuanzisha ushirikiano rasmi na mifumo halisi ya kifedha na kuzindua bidhaa mpya zitakazoonyesha uwezo wa mfumo mzima wa Pai na kinachofanya wakati huu kuwa wa kipekee ni kwamba dunia inahitaji suluhisho kama la pai, mfumo wa kidemokrasia wa fedha unaopatikana moja kwa moja kwa njia ya simu ya mkononi. Hilo ndilo lengo la msingi la Pai network na ndiyo dunia inatafuta sasa. Kwa hiyo tunapokaribia Consensus 2025 swali muhimu la kujiuliza ni moja: je, wewe uko tayari? Mtandao wa pai uko tayari kwa hatua kubwa ya kimataifa, na sasa historia inaandikwa Jandai. Jiunge na shuhudia historia. Na hapo ndipo tunapofikia mwisho wa video yetu ya leo. Kama umefika hadi hapa, hongera sana, wewe ni pioneer wa kweli. Tumeona wazi kwamba mtandao wa pai hauko tena kwenye hatua za mwanzo, sasa uko tayari kwa dunia, na tukio la consensus 2025 ni uthibitisho kuwa hatua kubwa zinawezekana. Lakini kumbuka, safari hii ni yetu sote Ushiriki wako, maarifa yako na sauti yako, vina maana kubwa kwa ukuaji wa Pai. Kwa hiyo kama hujafanya hivyo bado, subscribe sasa hivi, like video hii, tuachie maoni yako na washa kengele, ili kila taarifa mpya ikufikie moja kwa moja bila kuchelewa. Mpaka wakati mwingine, endelea kuwa pioneer high, endelea kuamini na endelea kusambaza mwanga wa Pai. Asante sana kwa kutazama, tutaonana kwenye video ijayo.